Walimu 150 kutoka shule tofauti za umma wanapokea mafunzo ya kidijitali kama njia moja ya kuwawezesha kukabiliana na changamoto za mtaala mpya wa CBC wanapofunza, walimu hao wakitarajiwa kuwafunza walimu wenzao katika shule walizotoka. Ivan Zasiba yuko nao mjini Nakuru na sasa tunaungana naye mubashara kwa mingi zaidi, Asiba. Naam, mashirimo, ulivyosema ni hakika kwamba ni warsha ambayo ilianza hapo jana, leo ikiwa siku yake ya pili, ikiwa ni kuzungumzia masuala ya kidijitali kati ya walimu Kujua pengine ni mbinu zipi ambazo ataweza kukumbana na masala hayo yanayofungamana na dijitali mfumo huo katika mfumo oh, wa mtaala wa CBC. Lakini moja kwa moja, acha nizungumze na wale waandalizi, pia nitakuwa nikizungumza na walimu ambao wako hapa. Pengine tukianza kwa kujitambulisha, tuambie nyinyi ni akina nani? Tunajua kwamba kwa ushirikiano na wizara, na niseme tu kwamba tume ya masala ya walimu TSC, mmekuja hapa Nakuru, lengo ni lipi? Kwa jina langu ni Peter Bushnell, na mimi ni mmoja wa walimu katika hapa uh, Nakuru County. Lengo letu kubwa lililotuleta hapa ni kusoma, ni kusoma masuala ya kidijitali kama vile uh, visual programming na hiyo ndio imetuleta mahala hapa tukishirikiana na our partners ama our key stakeholders ambao ni Tech Kids, ambao wameweza kufadhili uh, shughuli hii muhimu ambayo ni ya uh, kusoma mambo ya kidijitali, mambo ya visual programming na the computing uh, curriculum. E, e, pengine tu ukiangalia jana na leo hali imekuwa vipi? Wale ambao mnazungumza nao walimu hawa, kweli wana ile kuelewa kwa mambo ambayo mnazungumzia au vipi? Na unafikiria kwamba kufikiria kupitia mfumo huu au mm, mseme tu kwamba kile ambacho mmefanya leo itakuwa manufaa kwao? Uh, kusema kweli walimu wetu wamekuwa na changamoto kubwa sana katika mambo ya kuweza ku integrate ICT katika mambo ya uh, teaching and learning na kwa hivyo, hii imekuja ikiwa ni fursa muloa kabisa ya wao kuweza uh, kufunzwa kusoma na kuweza kuelewa vema mambo ya integration of ICT in teaching and learning. Na kwa hivyo walimu wanafurahia sana, kwa maana hawajaweza kupata mtu wa kuwashika mkono kuweza kuwafunza mambo mapya ambayo yamekuja na huu mtaala wa